Maandalizi ya uchaguzi mkuu yanaendelea yakiwemo mafunzo kama haya yanayotolewa katika maeneo mbalimbali nchini. Katika mafunzo hayo wasimamizi wa vituo vya kupigia kura wameapishwa, huku msisitizo mkuu ukiwa ni uzingatiwaji wa taratibu za kisheria zilizowekwa. Maandalizi yako vizuri kwa sababu timu kama nguvu kazi tuko tumekamilika kwa ajili ya kufanya uchaguzi lakini pia na vifaa vimeshafika kwa ajili ya kufanya uchaguzi. Kwa hiyo hakuna changamoto yoyote ambayo ipo katika maandalizi ya uchaguzi kuelekea tarehe 29. Kuzingatia taratibu za kisheria ambazo na usalama ambazo zimeendelea kutolewa na vyombo vyetu. Eh, baada ya kupiga kura, basi rejea nyumbani uta matokeo yatakapotolewa na mamlaka husika. Eneo lingine la maandalizi ni kwenye vituo vya kupigia kura ambako hivi sasa majina ya watu wenye sifa za kupiga kura yameshabandikwa huku uhakiki ukiendelea kufanywa na wananchi. Leo nimefika hapa kuja kuhakiki taarifa zangu na nimejiona nipo. Kwa hivyo ninafurahi kwamba kesho kutwa tarehe ishirini na tisa mapema kabisa asubuhi ndakuja kupiga kura. Nishajihakiki taarifa zangu na subiri siku ifike ya kwenda kumchagua kiongozi wangu. Natoa wito kwa ambao hajahakiki taarifa zao waende kwenye vituo vyao. Mimi nimejiandikisha na nimehakiki majina yangu yako sawa, na nasubiri tu hiyo siku ya tarehe 29. Wakati hayo yakiendelea, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC Jaji Jacobs Mwambegele amekagua maandalizi ya ujenzi wa vituo themanini na tatu kati ya 90 vya wapiga kura ambao ni wakazi wa baadhi ya kata zilizofutwa katika halmashauri ya wilaya Tanganyika mkoani Katavi. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imetoa matangazo yaani, uh, bahati nzuri tuliruhusiwa kuingia kwenye e, maeneo ya makazi na kutoa matangazo kwamba e, wapiga kura ambao e, walijiandikisha na ambao kwenye daftari ya kudumu na wapiga kura watakuja kupigia kura sehemu gani. Kwa hiyo, wananchi wanajua wana, wana, wana wanaofahamu. Wakati maandalizi hayo yote yakiwa yamekamilishwa, matarajio ya wengi ni kwamba upigaji kura wa Jumatano hii ni wa amani na utulivu, wakati ambapo nchi inaelekea kuwapata viongozi wake mbalimbali mbali. Na haswa katika wilaya yetu ya Ubungo tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba wananchi wote watakaojitokeza kwenda kupiga kura siku ya tarehe 29 wanaenda kwa amani na utulivu na watarudi majumbani kwao kwa amani na utulivu. Kauli mbiu ya uchaguzi mkuu mwaka huu ni kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Estabila Malisa, Azam News.